Kiswa maarufu nimewatolea mara kwa mara. Masahaba wamekwenda kwa mtumi, hulalamika matajiri, utuumiza vivu. Waumiza vipi? Asema sisi uswali na wao swali, sisi ufunga na wao ufunga, lakini wao enda wa haji si hatuendi, wao toa zaka sisi utushinda. Ya Rasulullah, akamwambia mi ntawafundisha zitu mtakava mutakavahiyoga, nendeni mukatoe hizi nyiradi, shikiliani subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah Wallahu akbar, na kadha, thawabu zake ni kama kwenda kutoa zaka, ni kama kutenda matajiri na mawa kwa uzitoa. Jamaa wakarudi delegation kwa mtumi, ya Rasulullah, wamerudi pale pale na hizi ulotupe pia na wao toa. Mtume akambia, bana sikilizani, hadha hizo ni fadhila za Mwenyezi Mungu, wallahu yaqsimu fadlahu baina nasi, lakini kila tuendezake. Sasa mimi mfanye hiye, hadha minfadli rabbi, hadha minfadli rabbi na mapenda sana kuiandika aya hii kwenye milango na kwenye, kwenye magari lakini mwajua maana yake, yani ni kurealize kwamba haya ni mambo ya nani? Eh, na Mwenyezi Mungu hugawanya fadhila zake vile atakavyo yeye.